Ni wakili ambao nilikuwa ni miongoni mwa jopo la mawakili, tulikuwa kama sita hivi ambao tulikuwa tunawakilisha washtakiwa wa hujumu uchumi e, wa uhaini wa uhaini katika mashtaka hayo yaliokuwa na wakabili. Kwa leo upande wa Jamhuri imeweza kuachilia watu sitini, maana idadi ya leo tulikuwa na watu sitini nne. Imeachilia upande watu sitini na watu wanne bado wamekabiliwa na hilo na, na, na hayo mashtaka ambapo katika hao watu sitini wao hadi sasa hivi naweza nikasema kwamba wako huru kwa sababu hawana shtaka lolote la jinai ambalo linawakabili wao sasa hivi. Kwa hiyo kwa upande wangu, naweza nikasema kwamba wako huru hao watu sitini hao e. Lakini ninajua kwamba watu wanaweza wakawa najiuliza kwa nini ni wako huru lakini hawajatoka hawaja hawa hao watu, upande wa Jamhuri baada ya ku, kufutiwa yale mashtaka ya, ya uhaini wakawa wameletewa maombi mengine madogo ya kuiomba mahakama itoe amri ya wale watu wawe wapelekwe kwene, tuseme tunatumia kauli moja ya kusema kwamba waape wa, wa, wa, kwamba waape kile ki, kiapo cha uaminifu kwamba hawatafanya kosa na wawe chini ya uangalizi wa rasio, kama sijakosea, kwa muda wa miezi sita. Kwa hiyo maombi hayo tumeyasikiliza, tulivyoanza kusikiliza kwanzia saa ilikuwa saa nne mpaka hivi sasa, hivi sasa tunapo, tunapoongea, sasa hivi ni saa kumi na moja ndipo tunapotoka. Yes. Kwa hiyo maombi yale tumeyasikiliza, lakini uamuzi wa yale maombi haujakamilika, ambavyo kuna vitu wanatakiwa wao, kwa mfano mahakama ikishatoa amri ya kusema kwamba wawe wa, wa, wa, wa chini ya uangalizi, kuna vitu ambavyo wanatakiwa waende wakasaini kwa mkuu wa upelelezi kusaini ili kujikomiti. Kwa hiyo hadi sasa hivi mahakama ilitoa tu amri wawe chini ya, ras, ya, ya, ya, ya rasio kwa ajili ya uamuzi wa kesho, ili waweze wakishakamilisha waje waweze kusaini hizo bondi ambazo wameomba upande wa Jamhuri ni kesi, mahakama ikitoa hiyo nani kwamba watabidi waende wakasaini hivyo vitu ambavyo wenyewe wanaviomba vifanyike. Eh, kwa hiyo kesho utakuja kwenye uamuzi wa hayo maombi waliyoyaleta.